ingawa tulifikia sehemu ambayo mali malirdina anaeleza, baada ya yeye kuulizwa sababu ya taubati hii, kwa nini alifikia pahala kuwa jema lolote utakayolifanya jema hilo halitooza la lam na madambi kama hayawezi kusahulika kama makosi utakaoyafanya ayawezi akakutilaaupila bali wadayanu la yamut na Allah ambaye mwenye kulipa mazuri au mabaya. Allah alla ni mwenye kudumu Allah hawezi kufa imal h ukishalitagua hilo, suluhisho ni nini?

naye na mimi nimelewa, akanikonyoka icho, yule akaanguka, naakai kwa uchumgu wa kupilia wanamucho wangu wa kipekee. Kwa namna nilivyochanganyikiwa pale, niliapa mimi nikasema, wallahi yasaraalaila leo mimi nitakwenda nanogweli, nitakunywa, nitakunywa usiku wa leo. Asema kweli, nikaenda kule nikalewa, usiku huo nikalewa, hata nika mpaka nikawa nimelewa chakari, nikawa sifahamu fani mtu. Kule kule nilipokwenda klabu kulewa, nikaibwa na usingizi nininihalani nilikuwa nimelala, ikota iran nikaota hii ndoto likota kiramu. Ndio msikize huyu bwana ambayo ndiyo aliyoitumia ndoto hii kama ngazi ya kubadilisha maisha yake. Asema katika ndoto hiyo, nikaota kaana kiama nikaota kiama kilifika, wakazkumozia mazikubor na wale waliozikwa wote sasa wamefunguliwa wote wamesimama mbele ya Allah tabaraka wa taala, liyujadiahum ili Allah tabaraka wa taala aweze kuwafanyia hisabu na aweze kuwalipa. Asema fakuntu maakum, na mimi nikawa nipo katika makundi yale ya watu waliofunguliwa, maanake na mimi nataka ya matendo yangu niliyoyafanya katika maisha yangu ya ardii, asema, katika mazingira hayo, kwa samii tuhistan, nikasikia kama kitu kinatembea upande wa nyuma yangu. Faltafaddu, asema nikageuka, kuangalia ni kitu gani ambacho kinaninyapia kwa nyuma. Asema nilipogeuka kila ninavyoongeza mbio na nyoka naye anaongeza mbio kunikuza nini? Mimi wakati pata hafahamu, na ule nyoka anaponisongelea namuona amelifungulia mdomo, ishara ya kwamba uwataka kunijeruhi, ishara ya kwamba uwataka kunimeza. Asema mimi nikakimbia, nikakimbia mpaka nikafika pahali nikamuona mtu mzima hivi yam nikampanta yule bwana nikamwambia yama, ewe ami yangu, ya sheikh, ewe sheikh, anidhini hebu naomba unisaidie leo, kwa sababu naona nyoka mkubwa miniwalimkuza. Asema yule bwana akaniambia, ana shaykhun kabirun, mimi ni mtu mzima. Ana dhaifun, mimi ni mnyonge, la utiku dhalika, siwezi kukusaidia. Nikaona kisima nikisongea, hivi nikaona moto, asema, kwa namna nilikochoka, na nikiangalia hakuna kusalimika, kwa sababu nyoka anakuja kwa kasi, na nikama vile nyoka amebeba hasira nyingi. Asema, mimi nikaamua afadhali nikalitupa kwenye kisima hichi, mambo yaka, nikasongelea kwenye kisima kile. Wakati nataka kujitumbukiza kwenye kisima, pasamee nkuso nikasikia sauti nasema lahtamin alya wezi mtu aeva kujitumbukiza hapo, asema nikapata faraja, lakini nyuma akwendeki nikaamua kupiga upande mwingine, nikapata ile kulejabana jabale nilipofikia, asema nikasikia sauti yasema, hebu fungueni milango laalarazuleaci katika hali ya kuangalia kwa aiu binti nikamuona yule mtoto wangu ambaye alifariki ya kiondoi, na yeye alikuniona kaniambia, yaa abatao babangu, mbona uko hapa wewe? Nikamwambia ini, kuna nyoka kule nyuma mkubwa wa ajabu. Mara aiumitla ha ile ili nyoka iyolikuza, sijaona nyoka kamu yule kijana ti akashika mkono babake, kisha asema, akashika kwa mkono wake wa kushoto, alafu akamtumia mkono wa kulia kukuza ile nyoka. Ile nyoka akarudi, asema kidogo, nikaona hasa roho yangu imetulia, maana nyoka yamugona yule anigeuza para, ay, sasa niko na